Ameketi mlangoni pahema ya mchana wakati wa hari, akainua macho yake, akaona na tazama, watu watatu watatu wamesimama mbele yake. Endelea mwalimu. Naye alipowaona, alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pahema, akainama mpaka nchi, akasema: Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite, sasa mimi mtumwa wako na yaletwe basi maji kidogo, mkanao miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo baadaye mwendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu. Akasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara akasema, himiza vipimo vitatu vya unga safi, uukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ng'ombe aliyelaini nzuri, akampa mtumishi naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa akawa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala. Wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. akamwambia Hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee Bwana akamwambia Ibrahim, mbona sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu, uh, uh, huu mwakani, na sara atapata mwana wa kiume. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana inasema Bwana akamtokea Ibrahim, kisha inasema alipokaa akawaona watu watatu. Sikiliza, Bwana akamtokea Ibrahim, kisha inasema akawaona watu watatu mbele ya wale watu watatu anasema Bwana wangu, wako wangapi? Anasema Bwana wangu, kama nimepata kibali machoni pako naomba usinipite. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Amewaona watu, anawaita Bwana wangu hao hao watu waliomjia Ibrahimu kama Bwana wanamwambia Ibrahim, Sara mkeo yuko wapi? Baada ya kukaribishwa pale, kula kunywa, kufanya nini baadaye, wakaribishwa. Kabla hawajaondoka wanamuuliza, Sara mkeo yuko wapi? Kambia yuko huko, akasema mwitu kisha ukasema, majira kama haya mwakani, tuta tutakuja tutamkuta Sara mkeo ana mtoto wa kiume. Bibinasema Sara akacheka kule, kisha akaitwa, kwa nini unacheka? Akasema sikucheka, lakini moyoni akasema, hivi naweza kufurahishwa mimi na Mungu wakati bwana wangu yani mme wangu ni mzee. Bwana asifiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kujiridhisha katika malaika. Je, ni malaika waliotoa taarifa au ni watu na malaika? Au ni watu na malaika ama malaika na watu ndio waliotoa taarifa. Tunawatafuta wale watu wale. Wale watu, je, ni malaika? Sasa hapa tunasoma habari za watu. Yeye amewaona watu wanasema Bwana, lakini pale mbele tungeendelea tumefupisha kwa kuokoa muda. Hawa ni wale watu kwa lugha ya Biblia ya macho ya Ibrahimu, kama alivyosema, ni wale watu ambao walimtokea wakielekea Sodoma kuiangamiza Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Walipita kwa Ibrahimu, baadaye alipokuwa nawasindikiza wakawa wanasema habari za ah, Ibrahim. Kwanza kuna moja alisema hivi, tunaweza tunaweza kumficha Ibrahim tusimpe taarifa hizi maana Ibrahimu baadaye na uzao wake watakuwa wacha Mungu, hawa watawaambia watu habari za kumcha Mungu, tusimfiche, kwa sababu huyu ni mtumishi wa Mungu. Wakamwaza, wakaanza kumwambia kwamba Mungu amekasirika mbinguni. Ni watu wako watatu wanatembea naye. Mungu amekasirika mbinguni, hivi tunaenda uh, tunaenda uh, Sodoma, hasira ya Mungu imewaka anataka kuichoma moto Sodoma pamoja na waliomo. Ibrahimu akaanza kubembeleza, kwa sababu alikuweko ndugu yake Lutu. Ile taarifa ilimpa hofu, huo moto utamshukia na Lutu ndugu yangu, akaumia moyoni, akaanza kumsihi hawa watu watatu, anawasihi hivi te denga walimo bahano hawa gorofu denga walimo 10 denga walimo 50 anatafuta idadi ya kwamba je, wana nafasi gani ya kupona hawa ndugu zangu kwa ule moto? Bwana Yesu asifiwe, Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Baada akajiridhisha, kaagana nao, akajua ah, basi ndugu yangu anaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu si mmoja wa Wanasodoma walioharibikiwa katika tabia zao mbaya, ambazo zimefanya kwa chukizo mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Wakaondoka wakafika Sodoma. Sasa ni watu watatu wametoka kwa Ibrahim wamesafiri, wamefika Sodoma. Hebu waone jinsia yao, waone jinsia, walikuwa jinsia kike, walikuwa malaika, walikuwa watu, walikuwa wababa? Hebu tuwaone sasa. Mwanzo ni wale wale wale wale, Mwanzo sura ya ya, ya kumi na tisa, Mwanzo sura kumi na tisa. Wale watu wamefika Sodoma sasa. Mwanzo sura kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu. Yesu amefufuka. Amefufuka. Amefuka. Amefuka. Ampere. Ampere. Nani atangaza habari za kufufuka kwake? Je, ni Wayahudi? lakini hapa twasema anayetangaza na aliyetangaza habari za kufufuka kwa yesu ni mungu mwenyewe kwa malaika zake mwanzo sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu mwanzo sura ya kumi na tisa moja hadi tatu Bas basi wale malaika wawili wakaja ya sodoma jioni na lutu alikuwa amekaa mlangoni pa sodoma lutu akawaona akaondoka akaenda kuwalaki akaindama kifudifudi akasema bwana zangu karibuni na wasihi, mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Mstari wa kwanza, rudia. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale wale watu waliotoka kwa Ibrahimu wakamwaga, wanakwenda wapi? Sodoma, si ndiyo? Haleluya, Amen. Kwa Ibrahimu walikuwa watatu, Sodoma wanatajwa wawili, mmoja wamekwenda wapi? Ndilo lile neno ambalo Ibrahimu alisema bwana wangu, kwa sababu wale watatu katikati yao walikuwepo Mungu Haleluya! Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwatuma malaika Sodoma, Mungu akaungana na malaika wawili kwenda kwa Ibrahimu mtumishi wake kumpelekea habari za ukuu, na ndio maana neno la ubishani wa Sara na malaika wanamwambia, je, kuna neno gumu la kumshinda Mungu Baba? Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Maneno gumu ni wale watatu wanazungumza na Sara katika ubishani wa yeye kutopokea neno la kubarikiwa kwake, neno la kuzaa kwake ni gumu kulipokea. Lakini anasema tena, anasema ni mmoja alijibu, sio wote watatu, mmoja malaika atamjia. Ah, we Sara yani, kuna neno gumu la kumshinda Mungu Baba? Walikuwa watatu. Ah, Mungu katika safari yake na malaika wawili alipoishia kwa Ibrahimu kule alikowatuma, alikuwa na malaika wangapi? Amen. Ndio hawa wanatajwa katika Biblia, walifika Sodoma jioni. Asifiwe, asifiwe, asifiwe Bwana, Bwana, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu hawa malaika. Watu wawili wawili hawa malaika, kijana mmoja kama walivyoonekana na namna na, na Injili iliyoandika hakuna tofauti na vile Mungu alivyojifunua kwa Ibrahimu katika sura ya mwanadamu kama malaika wawili na yeye akiwemo akiwa watatu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao walikuwa malaika na malaika hao wakaonekana katika kazi aliyowatuma, kule Sodoma na Gomora. Wakaonekana kama malaika, wakajifunua kama malaika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika Injili ya watu wawili Biblia inasema walikuwa wamevaa nguo za kumeta Wakawa wametoka katika mwonekano halisi wa ubinadamu, wametofautiana na ubinadamu, lakini wameonekana kama wanadamu. Wanajitafsiri kama si wanadamu, japo walionekana kama wanadamu. Lakini kwa nini kwa Ibrahimu walionekana kama wanadamu? Kwa sababu walimpa nafasi Mungu ya kwanza kuonekana wake, ndio maana. Katika ulimwengu wa roho, Ibrahimu aliwaona watu, lakini katika kusema nao akasema, bwana wangu Bwana saksemaaa tuseme hivi, waliotangaza habari ya kufufuka kwa Yesu ni malaika, walitumwa na Bwana kwa asilimia mia moja. Hata wale wale walioonekana katika sura ya wanadamu walikuwa malaika. Hata wale walioonekana kama watu wawili walikuwa malaika ndio waliotangaza habari ya kuzaliwa au habari ya kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. Asifiwe. Tena. Wayahudi walitangaza nini? Wayahudi walitangaza nini katika habari ya kufufuka? Nao walitangaza habari ya kufufuka kwa Yesu. Japo kidogo. Lakini walitangaza. Hawakunyamaza. Bwana Yesu so asifiwe. Hawakunyamaza na walitangaza. Mungu alitangaza na wakitangaza. Tusikilize tu za tangazo la Wayahudi kwa habari ya kufufuka kwa Yesu. Tusikilize za tangazo la Wayahudi kwa habari ya kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu so asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Soma Injili ya Mathayo sura 28. Injili ya Mathayo sura 28. Injili ya Mathayo sura 28. Injili ya Mathayo sura 28. Msali wa 11 hadi 17. Tangazo la Wayahudi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Tangazo la Wayahudi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Hilo ndilo tangazo la Wayahudi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini lile ndilo tangazo la Mungu kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Malaika wanatangaza, wanawaambia watu, Yesu amefufuka, haleluya, ndio yeah. Muone mahali walipomlaza, hayupo mahali hapa A, aliwaambia, yungali hai alipokuwa Galilaya kwamba nitafufuka, na hata sasa nende nikawaambia wanafunzi wake, amefufuka, ametangulia Galilaya, mtamkuta kule Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ametangaza, malaika ametangaza habari ya kufufuka kwa Yesu na kwamba awatangulia Galilaya, mfuateni mtamkuta kule. Tusikilize tangazo la Wayahudi kwa habari ya kufufuka, na wenyewe wametangaza habari ya kufufuka kwa Yesu. Soma mpaka mpaka 17 kitabu cha Mathayo sura ya 28 11 mpaka 17, ndiyo na wale walipokuwa wakienda, tazama baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likasikikana kwa liwali, likisikikana liki likisikilikana liki yes likisikilikana kwa liwali. Ndio. Sisi tutasema naye ndio, ninyi tutawaondolea wasiwasi. Ndio, basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama waliofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Na wale wanafunzi kumi na mmoja wakaenda Galilaya, mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Hili ndilo tangazo la Wayahudi kwa habari ya kufufuka kwa Yesu. Hawakuacha kutangaza. Haleluya. Amen. Naomba nisikilize vizuri. Askari walipoona kile kishindo, askari walipoyaona yote yaliyotukia, wakafadhaika, wakahakikisha Yesu amefanya wa nini? Amefufuka. Wakaondoka, wakaenda mjini, wakawaambia askari wenzao. Askari wakaenda wakakaa na wazee, tuseme nini? Wakasema hivi, ninyi maskari, tutawapa hela, semeni hiyo ndio tangazo la kufufuka kwa Yesu. Haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo tangazo la kufufuka kwa Yesu. Wao wanatangaza wanasema, hivi kasemeni, yaani pelekeni tangazo kote Uyahudi yote, kusema kwamba wamemwiba wanafunzi wake, kaburini hayupo, wanafunzi wamemwiba Mlikuwa wapi? Mseme tulikuwa tumelala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kisikia yeye sisi, sisi, wasaidizi wake tutakwenda kumwambia kwamba eh, ni kweli walikuwa wamelala, ko ameibwa na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ameibwa akiwa mfu, sijui ameibwa akiwa mfufuka, lakini ameibwa kwa sababu kaburini hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kaburini Yesu hayupo, malaika wanasema amefufuka, lakini Wayahudi kwa maskari wanasema ameibwa na wanafunzi wake. Hapa kinacho kinachotembea, wamekaa katika nafasi ya roho yule wa Shetani, yani baba wa uongo Yaani uongo ndio umechukua nafasi sasa, hata kwa kutumia fedha watumie uongo, wawaambie watu kwamba hajafufuka. Kwa uongo, hebu sema uongo! Wow. sema tena uongo! Wow. sema tena uongo! Wow. Wow. Lakini sijui kama kama kama, kwa sababu mambo yalikuwa kiendelea. Maana kile walichokuwa wanakisema leo walikuwa wamekiandaa kabla, walikuwa wamekiandaa kabla. Ukisoma, okay, Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya ya sura ya 27 mstari wa 64, Mathayo sura ya ya ya 27 mstari wa 64, Mathayo sura ya 27 mstari wa 24 64 60 64 64, Mathayo 27 64, Mathayo sura ya 27 mstari wa 64 basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza, uongo wa mwisho utapita ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu kwanza katika kumuua walitumia fedha kwa usaliti, walimlipa Yuda fedha. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuficha uhalali na haki ya kufufuka kwake wamelipa watu fedha katika uongo, waseme uongo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibilia inasema neno hilo la uongo la kuambia watu wa, wanafunzi wamemwima linatemea hadi leo hii katika dini ya Kiyahudi hadi leo hii katika dini ya Kiyahudi. Zekaria asema, akanijia akaniambia, ewe mwanadamu, unakaa katika nyumba iliyoasi, wana macho hawaone, wana masikio hawasikii. Bwana asifiwe. Toka mchana mbele ya macho yao, ili waone, kwa sababu we nimekuweka kwa, kwa ishara Bwana Yesu asifiwe. Kwa mahali ulipokaa ni mahali pa watu walioasi. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho ya uongo wa dini ya Kiyahudi inatembea hadi leo katika makanisa yote yanayoishi katika desturi za kidini katika dini ya Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho hadi leo, Biblia inasema hadi leo ipo, ile roho ya uongo bado ipo. Bado inatembea. Na hiyo roho ya uongo ndiyo inayoyaua makanisa, ndiyo inayoua hata familia zetu, ndiyo inayoua hata maisha yetu kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile roho ya uongo inakudiriki hata kutumia fedha. Naweza hapa, ikiinuka roho ya uongo, mimi kama kiongozi, naweza na kukusanya ta fedha ya taasisi, fedha ya umma, fedha ya huduma, fedha kanisa, ili tekeleze uongo, watu wajue kwamba ni halali katika mambo ya uongo kwa kutumia fedha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka uh, walihonga katika kufa kwa Yesu katika Luka 22 mstari wa kwanza hadi wa sita. Lakini pia roho hii ya uongo bado ipo katika madini ya Kiyahudi yaliyosalia ya duniani. bado ipo hii roho ya uongo bado ipo katika dini ya Kiyahudi hata leo. Tutapata mafafanuzi mengine siku ya Jumapili tutakapokuwa tunawasilisha ajenda kufanya maamuzi makuu ya kuifanya kanisa letu ama huduma yetu ikaeje, ishije, ienendeje mpaka Kristo atakapokuja. Nitaleta mafafanuzi na kwa nini huduma hii ipo. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! makanisa mengi yaliyo chini ya kidini, viongozi wengi wanaopinga misingi ya wokovu wanampinga Yesu kwamba hajafufuka. Ukimsikia kiongozi yeyote anapinga, anasema hakuna wokovu, ujue ni yule anayesema hakufufuka Yesu. Amen. Misingi ya dini ya Kiyahudi yanayopinga wokovu yamebebwa na hii roho ya uongo kwa kukonga fedha ili kukamilisha ajenda yao ya kuua watu na ajenda yao ya kujaribu kudidimiza maendeleo na kuharibu ibada za baraka za watu wa Mungu ambao wanaamini kwamba Yesu amefufuka. Lakini je, hao watu wanaoambiwa na hayo madini ya uongo kwa nia kuharibu baraka zilizofunguliwa kwa kufuka kwa Yesu Kristo, hao watu watamsikia nani? Wataisikiliza dini ya Kiyahudi au watausikiliza Mungu katika malaika? Bwana Yesu asifiwe! Amen! Bwana Yesu asifiwe au watamsikiliza Mungu katika malaika? Nawambia Wayahudi wameshindwa, uongo umeshindwa, ubaya wote umeshindwa, uchafu wote wa Yesu wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Wayahudi wameshindwa, Kristo amefufuka. Kristo ame Kristo amefufuka. Amefufuka, ame. Wani, Kristo amefufuka. Amefufuka, amefufuka. Amefufuka, amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Kweli kweli. Kweli kweli. Nikisema Wayahudi, nyesemeni wameshindwa, wameshindwa. Wameshindwa. Wameshindwa. Wayahudi, Wayahudi, Kristo, Kristo amefufuka Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wa malaika walisema alipokuwa hai aliwaambia atafufuka. Anawaambia wamama, nendeni kawaambie wanafunzi ametangulia Galilaya. Mtamkuta huko. Hii ni kauli ambayo tunapaswa kupokea kama wanafunzi. Na kama wale watu ambao tulikaa katika mangojeo ya kufufuka kwa Yesu kwamba lazima tumfuate Galilaya, lazima tumfuate Galilaya. Bwana Yesu asifiwe! Lazima tumfuate Galilaya. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Sisi tuwe sehemu ya malaika kutangaza ufufuko wa Yesu Kristo, hata tunapotoka hapa, tuwe sehemu ya malaika kutangaza ufufuko wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu hapo malaika walioonekana katika sura ya wanadamu. Ni nini leo ni malaika mnaotoka hapa? Yesu anawaambia nendeni katangaza habari. Malaika anawaambia nendeni katangaza habari. Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Katika nafasi ya ubinadamu ni sisi leo tutapewa taarifa na malaika. Kristo amefufuka. Kawaambie wanafunzi wake. Kawaambie wanafunzi wake. Kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka, amefufuka. Wayahudi walisema tuseme ameibiwa na wanafunzi wake. Kuna wimbo wanasema, bahati yetu findege. Huu wimbo ni wa kwaya, ni wa, ni wa nani? Wa kwaya. Mwamba. Mwamba. Mwamba. Mwamba. Fungua, fungua. Mwamba. tofindembo iiananakwayaakunab